Ulikuwa na waza jinsi ya kupata milioni moja? <laughs> Mfanyabiashara na mjasiriamali Niffer ametoa zawadi ya donge nono la shilingi milioni moja kwa mtu ambaye atafanikiwa kurejesha simu yake ambayo imepotea. Ametoa ujumbe huo kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameweka picha wa kama ambavyo inaonekana hapo na akambatanisha na ujumbe pia ambao unasema, nimepoteza simu yangu iPhone 15 Pro Max. Wallpaper nimeweka picha ya huyo mtoto anamaanisha huyo mtoto ambayo picha yake inaonekana hapo. Anaendelea kuandika nasema, kwenye find my iPhone inaonyesha iko Mwenge, ila kila nikijaribu kuifuatilia napotea. Please fundi yoyote ukiletewa ili uiflash kindly don't. Kama utaona hii naitaka, ina picha ya marehemu baba yangu na ninayo hiyo moja tu. Ntailipia milioni moja kuipata hiyo simu, au nipe, nitoe picha hiyo nikupe tu simu basi. Lakini akaendelea pia kuandika na akatoa namba yake hapo, akasema, naomba tuma meseji namba hii in case of anything. Naumia sana, hata sielewi imefikaje Mwenge. Imagine, na mimi sijawai kwenda maeneo ya huko. Nina picha ya baba yangu na ndo hiyo tu moja ninayo the only picture ambayo huwa hata nisipoweza kufanya kazi, huwa naangalia, inanipa nguvu. Please help me yo. Yani ndo picha hiyo moja nayo, hamna namna naweza pata nyingine at all. Au anayejua kusoma vizuri ramani, jamani, anisaidie niji alipo, twende wote tutafute. Yaani, sielewi mwenge imefikaje, i don't get it kabisa. Hicho ndicho ambacho amekiandika na ametoa ofa ya milioni moja kwa mtu ambaye atafanikiwa kuipata simu yake, na sababu kubwa ambayo inafanya afanye hivyo ni picha ya babake ambayo ipo katika simu hiyo, iPhone 15 pro max Inategemea na specification zake, lakini bei yake inafika hadi milioni tano 5 na laki sita. Una maoni gani? Niandikie chini hapo kwenye comment section. Mi naitwa Ibrahims, hii ni Poa Media.